Mwenyekiti wa taasisi ya The Islamic Foundation Aref Nahdi amesema kuwa taasisi hiyo ipo tayari kushirikiana na shule ya sekondari ya Kiislamu ya Kirinjiko iliyopo wilayani Same mkoani Kilimanjaro katika kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili. Akizungumza kwa niaba ya mwenyekiti wa taasisi hiyo, mkurugenzi wa utawala wa taasisi ya The Islamic Foundation Arafat Badru amesema kuwa watahakikisha kuwa wanakwenda kuimarisha ushirikiano ili kuwezesha shule hiyo kufikia malengo yaliyokusudiwa. Arafat amebainisha hayo wakati akizindua wiki ya maadhimisho ya miaka 25 ya Kirinjiko Islamic pamoja na nembo rasmi ya maadhimisho hayo, hafla iliyofanyika katika shule hiyo iliyopo wilaya ya Same mkoani Kilimanjaro. Nembo rasmi ya maadhimisho ya miaka 25 Nimesikiliza hutuba ya mkurugenzi na wakati niko pale, nilikuwa na take note baadhi ya vitu vya msingi ambavyo kwa niaba ya mwenyekiti wa taasisi ya The Islamic Foundation naweza kuvizungumzia katika vile vilivyoguswa. Niseme tu kwa changamoto ambazo kituo inazipitia, sisi kama taasisi kwenye zote tuko tayari kushirikiana tuko tayari kushirikiana kuona kwa namna gani tutazitatua. Mwisho kabisa, naomba nitumie fursa hii kwa nafasi ambayo amepewa mwenyekiti wa taasisi ya The Islamic Foundation al akh Arif Nahdi kuzindua rasmi wiki hii ya maadhimisho ya miaka ishirini na tano ya Kirinjiko Islamic Secondary School na kauli mbiu inayozungumza taaluma na malezi bora msingi wa uadilifu katika jamii. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kituo cha Kiislamu cha Kirinjiko Mfaume Kihongosi amesema kuwa miongoni mwa mahitajio ya kituo hicho ni maktaba ya kisasa pamoja na kisima kirefu cha maji. Ni pamoja na maktaba ya kisasa, maabara ya kisasa, vifaa vya maabara ya TEHAMA, ukarabati wa majengo, kisima cha maji urefu wa mita mia mbili hamsini ili kuweza kutoa maji ya kutosha kuhudumia kituo chetu na majirani wanaotuzunguka. Ndugu mgeni rasmi, kwa muktadha huo, tunaona kuwa maadhimisho haya sio ya kusherekea mafanikio tu, bali pia ni fursa ya kuitisha ushirikiano mpana zaidi kutoka kwa wadau, kushirikiana katika kutathmini mafanikio, kutatua changamoto na kuweka mikakati madhubuti ya miaka mingine 25 ijayo. Akizungumzia lengo la shule hiyo mkuu wa shule ya sekondari ya Kiislamu ya Kirinjiko mwalimu Mohamed Makimu amesema kuwa ni kuandaa vijana wenye maadili mema, huku pia akisema kuwa takribani wanafunzi elfu nne wamesha hitimu katika kipindi hicho cha miaka ishirini na tano sisitizwa kwa kila aliyeelimika kuitumia vyema elimu yake kufanya uadilifu mahala popote awapo. tunatambua kwamba ndani ya miaka ishirini na tano ya Kirinjiko Islamic Secondary School imetoa zaidi ya wahitimu 4000 ambao kwa sasa wanaihudumia jamii kwenye nyanja mbalimbali mbali. Kwa kutambua kwamba wahitimu wetu wote ambao kwa sasa wanaitumikia jamii walibeba dhima ya kupata elimu katika kituo hiki, sasa tunawakumbusha kwamba wana deni la kusimamisha uadilifu katika jamii. Mmomonyoko wa maadili uliopo katika jamii hivi sasa unachangiwa kwa kiasi kikubwa na matumizi yasiyo sahihi ya elimu pamoja na kukosa uadilifu. Hassan Ninga, Duru ya Sayari.